Kuna watu wameniambia maneno ya usalama, nataka niseme namna hii, na watu wa Turkana munisikize. Tangu mwisho mwisho wa 2024 na hii 2025 hapa Turkana Central peke yake tumekamata watu wengi na bunduki sapa, na watu wamepelekwa kutini kuna moja tu inatusumbua hapa ambayo inasunguka. Kama tumefaulu kushika saba, moja tu bado inayumba yumba. Nataka niwashukuru wale officers ambao wanafanya kazi. Saa hii nimekuja hapa peke yangu, wale askari ambayo tungekuja hapa wako hapa. Kuna kazi inafanyika, na nataka niambie watu hapa napu kwa so sababu, hiyo mkora anapenda sana kukuja hapa kwenda. kuna huyu jamaa ambaye tunamjua namjua ni mtu ana gani, ni mrefu namna gani, yuko na meno ngapi, anakaa aje, ako na alama gani. Ni mtu namjua, akikanyaga chini tunakanyaga po. Kwa sababu mwisho jana niliomba siku, siku tatu huyu mtu waje ni muombe, kwa sababu labda ananisikiza, labda roho ni Roho Mtakatifu ama roho gani imfikie arudishe hiyo bunduki ambaye alitaka kuumiza mfanyabiashara aje apatie hata mzee wa mtaa, aende kanisani hapo kwa pasta, aseme Mwenyezi Mungu nisamee. Si Mungu nisame? Si Mungu anasamee. Akienda kanisani aambie Mungu nisamee, mimi ni nani nisimsamee? Nitaambia hii watu wangu ameomba msamaha, lakini as long as bado anabebana na silaha anataka kuumiza watu Tutamtafuta yeye na tutapata yeye akiwa hai, au au akiwa hai, sindio? Hai ama hai, sindio? Kwa sababu hatutaki watu wetu wasumbuliwe. Hii chakula ambayo tunatumiwa ingawaje wengine wanasema ni ya kila mtu, haitoshi, waje tupee wale maskini ya ya maskini na nataka ni mjue watu ya e, Turkana hii. Hii chakula ikikuja procedure ni chakula inakuja kwangu kama DC Deputy County Commissioner. Hiyo chakula tunagawa na kamati. Inaenda location. Na mimi nagawa location tisa. Chakula yote na inaenda kwa location. Hakuna chakula inabaki kwa ofisi yangu. Yote inaenda kwa location. Sasa hii mtu anakuja kuni, kunisumbua kwa ofisi na chakula ilikuja kwa location. Sina chakula kwa ofisi. Ofisi yangu sio distribution, chakula inaenda kwa location. Chief akipata atakaa na wazee wajue kwa hii location yangu ni familia gani imeumia. Hiyo ndio procedure. Kama tungekuwa na gunia maelfu ma ma ningepea kila mtu, lakini kwa sababu ni kidogo, na badala watu wangu, tusaidie wale hawana tuokoe wasikufe. Najua njaa ni aibu. Ukisikia mtu amekufa njaa ni aibu. Wanaipa hizo chuma za sa... taps za nini za maji, wanaenda kuvandalize alafu wanachukulia jamaa ingine huko town ambaye ananunua scrap. Tumemtafuta huyo jamaa ambaye ananunua hizi vitu, nimemwambia yeye, mtu akikuja na tap, akikuja na chuma akikuja na chochote no. Kabla hujapatia pesa, pigia mimi zipo, tuende tupatane kwa duka, akiuza nini, akiuza hizi vitu so vandalism, tusaidiane, kwa sababu ni mingi sana pale tao. So atutake maji ambayo tunaambiwa tu preserve, watoto walisema tu preserve water, tusuie maji tusuie, tusiharibu maji. Alafu kuna mtu anakata anare, anapatia watu ya ya, sara ya ya yau maji inamwagika usiku yote, kumbe jamaa alienda na na tap hiyo. Hatutakubali.